Usiku wa kuamkia leo msanii Harmonize alikuwepo na show yake Zanzibar na bahati nzuri sana ilikuwa ni siku ya Jumapili. No no no, siku ya Christmas. Jamani, Jumapili na Christmas ngapi na wapi? Ilikuwa ni siku ya Christmas. So Harmonize alikuwa anafanya show yake Zanzibar na of course show ilikuwa ni nzuri sana. Unafahamu show za beach fulani hivi. E, unaimbia watalii, watu fulani hivi ambao wameenda kwa ajili ya kuenjoy maisha ku have fun na vitu vingine kaa hizo unafu unafanya, lakini ukamii sana yani kuna ile unapiga live band kidogo, alafu maneno kidogo pia unasindikiza, unaimba kidogo, yani hii mziki fulani hivi ambao sio kama country music hivi, yani sijui, unanielewa ule mziki. Kwa hiyo ndo mziki ambao Harmonize jana alikuwa akimbia mashabiki zake huko Zanzibar bana, guess what? Sasa Harmonize katika kufanya surprise yake ya Christmas aliwapa, ali eh, zawadi hiyo kwa maana ya zawadi yake, alisema kwa maana gift na surprise yake ya Christmas ni kuonesha live penzi lake yeye na Kajala, and kwa kila ambacho nilichokana kiona yale mabusu na vitu vingine Kaizo, naweza nikathibitisha kabisa kusema kwamba wawili hao tayari wamerudiana tena kwa mara nyingine tena. Hii itakuwa ni mara ngapi uh, ya kwanza aliachana akarudiana, ya pili akaja akafunga na ndoa na vingine Kaizo akaachana tena kwa breakup baadaye tukaone, yani sijajua ameachana mara ngapi na kurudiana ngapi, lakini bana utakaunti mwenyewe hapo kwenye sehemu ya comment, naambie bana. Hii itakuwa ni raundi ya ngapi? kwa, kwa, ku, kwa, ku, kwa kufanya kwa, ku, kwa kurudiana watu hawa wawili, so Harmonize alimpandisha Kajala, akamfata alikuwa po backstage pale akampandisha na nini, akaanza kumsifia maneno mazuri, kama unavyomfahamu Harmonize. Akaanza kumwambia wewe ndo mwanamke bora mimi kuwahi kumuona, wewe ndo mwanamke mzuri kuwahi kumshuhudia hapa duniani, you are so beautiful, vitu vingine kama hizo, maneno fulani hivi ya kumsifia mtoto wa kike eh, ndo kila ambacho kilikuwa kinaendelea between ya Harmonize na Kajala, and of course kuwepo na watu wengine kwenye backstage, marafiki zake na Kajala, na pia nilimwona pia Juma Lokola alikuwa anasikiliza maneno yake hapo japokuwa wao ibaki kwa alikuwa ni mtu ambaye haipendi kabisa hii cup, sijajua imekuaje mpaka yeye mwenyewe kwenye hiyo surprise amemsindikiza Kajala, I don't know ilikuaje mpaka watu wameweza kuelewana kwa sasa hivi. Ndio maana nasemaga bwana, kwenye maisha yao hakuna aga adui adui wa kudumu ama adui wa milele. Ndio kila ambacho nimekishuhudia jana between ya uh, uh, Kajala, Harmonize na Juma pia ku, kuongezeka pale. Kwa kweli mimi kwangu mimi hata mwenyewe nilikuwa ni surprise, kwa sababu as expect kabisa siku moja kwamba Juma Lokola atakuja awepo kwenye shughuli ya Harmonize afu amempelekea mwanamke ambaye mwenyewe alikuwa anampinga kila siku kwamba mwanamke kwa usiwe naye kwa hata ambaye kuifuatilia ikapo huko, way back Juma alikuwa mwanaume anakuwa ananielewa kile ambacho tukizungumza, alikuwa ni mwiba sana katika ile penzi, na alikuwa akilipambania sana nisiweze kurejea, kwa maana hawa watu wawili wasiweze kupatana. So nakumbuka hata kipindi kile magari eh, Kajala nachukue ile gari Kajala wani Kajala tu si Harmonize kalichukua na vitu vingine ka hizo E, Juma Loko anapiga sana makelele bwana, pengine nambie pia nakuachia po video itazame zile alivyokuwa lakini anambia nae katika sehemu ya comment unadhani, uh, kurudiana kwao sasa. Hii itakuwa ndo jumla jumla ama tuendelee kushuhudia masinema mengine ambayo yanafuata between kati ya watu wawili. Naambia katika sehemu ya comment, mimi naitwa Victor Badaha, hii ni Bongo Plus TV. Uja cheki Harmonize na Kajala hapa na surprise yao <tune>